Mimi naitwa mchungaji Eliabu Harison Pembera, ni mwalimu katika chuo chetu cha kanisa la Moravian jimbo la kusini magharibi. Ni mwalimu naye fundisha somo la historia ya kanisa la Moraviani katika jimbo letu hili la kusini magharibi. Hapa nimekuja nimeongozana na wanafunzi, wanasoma kozi ya Biblia katika chuo hicho, lengo la kufika mahali hapa ni, tumekuja kutembelea na kuwona hali halisi ya makumbusho yetu ya historia hii ya kanisa la Moraviani zaidi sana tangu wa misionari walipofika katika nchi yetu na katika sehemu hii ya Tukuyu kutoka huko Ujerumani mwaka ule wa 1891 kwa hiyo tumefika hapa katika makao makuu ya eh, jimbo letu la kusini kwa kweli tumefurahi kuona hali halisi ya mkumbusho jinsi ilivyo iri, tumeona, tumetembelea hasa sehemu ya kwanza. Tumeona zana ambazo wazitumia wazee wetu, zaidi sana Wakristo wetu wa kwanza ambazo tumeona katika eh, ofisi yetu ya makumbusho, zana kama mikuki eh, tumeona zana walizotumia kwa ajili ya chakula kuhifadhia chakula na mambo mbalimbali, ambayo tumeona kukumbe hayakuwa kwamba hizi vifaa walivyoleta wamisionari vya kwanza vilikuwa ndivyo ambavyo wazee wetu ndivyo walianza kutumia. Kukumbe hapana, wazee wetu walikuwa na vifaa kabisa vizuri ambavyo hao wamisionari waliokuwa wanaleta vifaa vingine, kumbe ilikuwa ni maboresho tu lakini wazazi, wazazi wetu au Wakristo wetu wa kwanza walikuwa na vifaa vizuri ambavyo viliwafaa sana katika maisha yao. E, tumputa ndugu yetu ambaye ametuonyesha sehemu mbalimbali hasa nyaraka ambazo ukianzia miaka 1960 na kuendelea huko kuna kumbukumbu nzuri kumbu ambazo tumeziona katika akiba zao, katika kumbukumbu kumbu zao, kwa hiyo tumejifunza mambo mengi sana ambayo sisi kama wanafunzi na mimi mwalimu tumeona yatatufaa sana katika somo hili la historia ya Moravian hasa ku, kuangalia kuona uhadisia jinsi ulivyo. Tulikuwa tunajifunza tu katika maandishi, lakini sasa tumejionea jinsi hali ilivyo. Tunawashukuru wenzetu wa jimbo hili la kusini jinsi walivyoweza kutunza kumbukumbu zao tena kwa uzuri kabisa. Tumeona picha za wazee wetu eh? Viongozi wenye viti, maaskofu wa mwanzoni na wengine ambao tumeona puta zao, kutuonyesha hali halisi ya kumbukumbu ilivyo katika ofisi zetu za zetu wa jimbo la kusini. Kwa hiyo tunafurahi sana kuyaona mambo haya, na bado mambo mengine tunaendelea kuyaona ambayo takuuza sana kumbukumbu zetu za historia ya kanisa la Moravia wakati tunavyoendelea Uswege Eliaza Kibona, inatoka katika chuo cha theologia Utengule, ambacho ni chuo kinachotufundisha mambo mbalimbali kuhusu habari za uchungaji na utumishi. Na hapa nimeongozana na ndugu zangu, wanafunzi wenzangu katika darasa letu la Biblia namba moja na Biblia namba mbili, ambapo tumekuja kujifunza habari ya historia ya kanisa la Moravia, ni jinsi lilivyoanza hata hapa lilipofika. Na tulipofika mahali hapa, tumeweza kufurahi sana sisi kama wanafunzi kwa sababu tumejifunza vitu vingi sana ambavyo vitatusaidia katika kuweza kuijua historia ya Moravian na kuweza kuwafundisha watu wengine habari ya kanisa jinsi lilivyoanza hata lilipoweza kufika mahali hapa. Tunashukuru tumeweza kuwaona maskofu wa kwanza walioanzisha kanisa na wenye viti wa kwanza. Tumeona zana mbalimbali ambazo mababu zetu na machifu waliweza kuzitumia ambazo tumekuta mahali hapa. Kiukweli tumejifunza na pia tumefurahi sana kuona dokumenti za zamani sana ambazo ziko mahali hapa. Hata tukifika huko kwenye shirika zetu na sehemu mbalimbali, tuna uwezo wa kuja mahali hapa na kuweza kujua na kuona kanisa limetoka wapi na linakwenda wapi. Kiukweli tumefurahi sana na tunashukuru sana mwenyeji wetu aliyeweza kutupokea mahali hapa, ametuelekeza vitu kwa uzuri na kwa wepesi nasi tumefurahi sana, tukienda huko tumeshapata elimu nzuri, na natumaini kabisa kwamba bado vitu vingi ambavyo tutaendelea kuviona na tutaendelea kufurahia, na pia itakuwa ni elimu kwa watu wengine kwa ajili ya kuja kutembelea makumbusho ya mali hapa sana. Teofista Angolile Mwandumbia, nimetokea chuo cha Theologia Utengule, ni mwanafunzi wa darasa la Bible 2. Namshukuru sana Mungu kwa hii safari ambayo tulikuwa tumeiandaa kutoka siku za nyuma mpaka hii leo. Mungu ametuwezesha, tumeweza kufika salama, lakini pia safari yetu njiani kabla ya kufika mahali hapa ilikuwa ni safari nzuri. Tunamshukuru Mungu aliyetufikisha mahali hapa salama. Lakini ninachofurahi zaidi, na nilichofurahia zaidi kwa ajili ya hii safari nimeweza kufika mahali hapa jifunza vitu vingi na mambo mengi ambayo nilikuwa hata sijawahi tarajia kama nitakuja nijifunze na, na kama yatakuja kuwepo. Na mshukuru Mungu nimeweza kufika mahali hapa eneo hili la Makumbusho Rungwe, jimbo la Kusini, tumekutana na vitu vingi, tumejifunza mambo mengi sana sana tumejifunza na tumeona wale watangulizi wetu wa kanisa la Moravian mwanzo kabisa tumeona maaskofu mbalimbali waliotangulia kutoka mwaka 1891 mpaka hii 2025 lakini pia tumeona wenyekiti wa, wa, wa majimbo mbalimbali tumewaona sana, sana ni wenyekiti wa mwanzo wa jimbo la Kusini lakini pia tumeona mavazi na vyombo na vitu mbalimbali ambavyo walivitumia wazee wetu wazi lakini pia mpaka sasa na bado tunaendelea pia kujifunza na vitu vingine, na tunaendelea kuona na vitu vingine ambavyo tunazidi kujifunza. Lakini namshukuru Mungu kwa vile ambavyo tumejifunza, tumeweza kuona mambo mazuri ambayo ya hatujaii kuyaona yapo mahali hapa Rungwe, na nyaraka mbalimbali ni za zamani sana, ambazo ilikuwa rahisi sana kuziona, lakini leo hii sisi tumefanikiwa kuziona kwa sababu ya matunzo mazuri sana watu wa mahali hapa, kwa sababu wameweza kuvitunza hivi vitu ambavyo vimetusaidia sisi watu wengine ambao tulikuwa hatujawahi kuviona tumeweza kuviona kwa siku ya leo. Asante.